Mimi namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia sisi walemavu. kwa kwa kutuangalia sababu, nikiangalia taswira ya walemavu wengi, utakuta tulikuwa tunapita barabarani, unazidi kutenga tenga mikono, unaomba. Kwa kweli kufikia hapa alipotupa huu mkopo mama Samia, mimi chombo changu nilichonunua hiki, mimi nafahamu hii ni biashara. Mara ya kwanza mi sikuwa na shughuli yoyote ile ila nashukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kupata mkopo leo hii naona maisha wangu kidogo unanisaidia mambo ambayo kidogo nimefanikisha ni, ni pamoja na chakula nyumbani akisumbui. E, upande wa tumashambashamba kidogo nato kidogo angalau nimeshapata tayari ni tayali, kwa ajili ya mkopo huu e, na shida ndogo ndogo, kwa mfano ni na familia naona mambo yameenda kukaa vizuri. Mheshimiwa Rais, mimi namwombea kwa Mwenyezi Mungu wetu mtukufu amfanikishe, maana kwa kumbukumbu -kumbu hii mara nyingine anaweza kaja katukumbuka tena kwa upande wetu walemavu. Mama Yuko Kazini.